Mtazamaji, kwa mara nyingine tena, kanisa la Kianglikana limepiga marufuku siasa ndani ya makanisa yake. Mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit pia akisema hakuna wanasiasa watakaoruhusiwa kutangaza michango wanayotoa kwenye makanisa hayo. Na kama Nimrod Taabu anavyoarifu, hatua hii imesababisha wanasiasa waliokuwa kwenye kanisa la Kianglikana hapa Nairobi wakiongozwa na Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka kunyimwa fursa ya kuzungumza. Walikongamana katika kanisa la Kianglikana la St Stevens, eneo la Jogoo Road, kwa ibada ya kipekee. Wakuu wa kanisa, wanasiasa na waumini wote walitangamana hapa kwa chakula cha kiroho. Ni katika ibada kama hii ambapo wanasiasa huendeleza gumzo la kisiasa kila wanapopewa nafasi kuwasalimu waumini, lakini leo mambo yalibadilika. In any Anglican congregation, and I thank God my bishops are here, there will be no opportunity for any political leader to have a speech in the church. Na huku akitaka kutoa funzo na mwongozo wa kanisa wakati wa kutawazwa kwa askofu Jonathan Kabiru, Ole Sapit alisema kanisa limetekwa na wanasiasa mara kwa mara, jambo ambalo ni sharti lisitishwe. Kiongozi huyo wa kanisa la Kianglikana hakuwapa wanasiasa waliokuwepo nafasi ya kuzungumza akiwemo Rigathi Gachagua. Ole Sapit akitangaza utaratibu utakaotumika sasa na siku za usoni <laughs> nje ya kanisa, utaratibu pia ukawa ule ule ule. Tumesema pia uh, sisi hatujaitisha uh, harambee na hela za, za kanisani hasitatangazwa. Uh, ukitaka kulete ulete ikiwa vile ilivyo na iweke vile uh, ilivyo, maana ile tunapeana paya kwa Mungu, haina haja ya kutangazia wanadamu. Aidha, kanisa pia linataka kampeni za kisiasa zikomeshwe nchini. Uh, tungeuliza wanasiasa watoke eh, kwenye Eh, matembezi ya kampeni kwa sababu 2027 bado uh, ni mwendo kidogo, wa shughulikia Wakenya kwa sababu Wakenya wanataka kushughulikiwa kwa wakati huu.